Yuu bwana Margaret Duta aliyekuwa yuko yani, huyu ni Mkenya ambaye yuko maeneo ya Vietnam akiwa anatarajiwa kunyongwa kwa kosa lake la kushikwa na madawa ya kulevya. Lakini sasa hivi mtazamaji, eh, ilikuwa watu wamejaribu kumtetea kwa watu kumtag rais na kusema ya kwamba eh, rais apige simu eh, waongee na serikali ya Vietnam hata kama itahitaji shilingi ngapi aweze kuchangiwa ili asiweze kunyongwa. Maskini huyu Margaret Nduta Duta e, inasemekana sio kosa lake, bali aliweza aliweza aliweza kupewa mzigo na mtu, kusingiziwa aliweza kupa bagi na mtu, kumbe likawa ina madawa ya kulevya huyu Margaret. Nadhani umeweza kukutana na picha hii ikiwa na circulate sana, ama ina trend sana maeneo ya TikTok na Instagram, Facebook pia, sana sana. Sasa hivi eh, ha kuna habari ambazo zinaleta hapo kiasi eh, kwa kusema kwamba eh, kuna huyu mbunge eh, kuna mbunge fulani ameweza kusema kwamba Rais ameweza kupiga simu maeneo ya Vietnam, eh, na kusema na kuongea nao. Sasa hivi tunasubiria majibu eh, yatakayotokea ama watakavyoamua baada ya rais kuwapigia simu. Nadhani e, sheria imeweza kuchukua mkondo wake hapa, sababu rais ameweza kuongea na serikali ile ya Vietnam. Sasa hivi tunangoja kama wamekubali ama bado e, wamekataa. Mtazamaji, sasa tunazidi e, kusikilizia majibu hapa, lakini nitakujuza tu vile ambavyo kumeenda sababu iwapo ikirafeli basi, yule mwanadada ama yule mwanamke itahitajika aweze kunyongwa. Ikifika ni kipindi cha saa mbili na nusu hivi majioni, yani baada baada ya mwadhini tu basi atakwenda kunyongwa. Sasa ni jitihada kwa sasa hivi, anahesabu masaa maskini wa Mungu e, ni jitihada na serikali ya Kenya siweze kufanya kazi Eh, inapofika saa mbili iwe ameokolewa, lakini inapopita hapo basi tutaweza kumpoteza huyu mwanadada anayejulikana kama vile Margaret Nduta kwa kosa la kusingiziwa akiwa na madawa. Lakini najua mtazamaji, alivyoshikwa kule, sasa haijulikani kama alisingiziwa, bali wao wanasema walimshika tu eh, na madawa ya kulevya mtazamaji. Vietnam, ukishikwa na madawa ya kulevya ni moja kwa moja unanyongwa, yani unahukumiwa kunyongwa. Sio Vietnam tu, hadi China uh, China pia ukishikwa na madawa kulevya eh, hukumu yake unanyongwa. Russia pia ni moja wao ya nchi ambayo imepitisha sheria kama hizi. Sasa mtazamaji, eh, tuzidi kumwombea huyu Margaret eh, kama uh, ili aweze kufaulu kutoka kwa uh, wana Vietnam.